Habari oh, zenu kwa wote nimetoa mali yangu ndio ina mambo wa Kemba. Kwa siku leo napenda kuambia kuhusu kukata suruali. Kuna baadhi ya watu wengi wanasema, "Eh, kushona yaje, kushona yaje." Kushona ni sana ya kichevio na matematiki na vitu vingine. Kwa siku leo tutazungumza kuhusu kukata suruali. Okay. Kwa vipimo hivi kwa urefu mtu anapima 42. Kuna pima. Mm-hmm. Kwa chukua mtu

matano ambao mnaona hapo ndio paja yake, kwa urefu wananwapaja kwa huku tunakuja ongeza ngapi? Okay. kwa hiyo nani mstari tunakuja ongeza saba, kwa sababu atozikata sura hiyo ya huku lavitu ti mshono wake kwa mguu mguu, wako napima napima saba, okay. Tunakuja piga mshono kwa huku juu kiuno chake, okay. Kiyo ni thelathini thelathini na saba thelathini na saba kugawa kwa mara tatu inakuja kwa inakuja kuwa tisa point ishirini na tano yaani sita kwa robo nusu robo yeah. tisa na nusu robo na kuja hapo mfuko kukata mfuko, so kila mtu anazotia mfuko wangu eti kwa mfuko kwa, sio na mtu mkubwa no. Kwa mtu mkubwa unapimwa saba na nusu, ila kwangu unaweza pima saba bure. Kwa mtu yote wewe ni saba na nusu, lakini kisha kwa mtu mkubwa na bidu utie saba na nusu, kwa mtu mdogo atia saba au sita. Okay, tunakuja kuhusu hii nani hapa hapa hii hapa inapimwa kwangu mimi inapimwa. Fanta kwa kwako hapa hivi. So tie imeenda mbali, imeenda wapi? Na kwangu hapa inapimwa lak like 6. Kwa sababu ni mtu mkubwa, nitapima 7. Nitapima saba kwa Kiswahili. Nitapima saba itakuwa. Okay, tunayotaka hapa impundwe. Kutoka hapa kuja hapa inakuwa tofauti. Kwa sababu hii hapa inaweza kuja inaweza kuja ng'ambo huko au inaweza kuja huko. Sasa, tutenge gambo moja so, kwa hiyo tutaingiza kidogo kama hivi, tunapima sasa. Tukija vibaya kwa mshono, tukiongeza hapo, sawa. Mtu mkubwa ni mnene hapo, tunabidi tu tukopi bwile hapa iliendelea.